Acha niangalie nyuma kama iko sawa. Haiko sawa, ah, acha nipeleke mbele kidogo hapo. Acha nionge rivasi basi bas. Sasa bas. Sasa niende ah. Sasa nipigepige tu njaro eh. Mtu alichimba hapa nyumba ya samaki kubwa sa. Ah, wacha niendeende nikiangalia vitu za kuiba. Hakuna ah, eh, kitu ya kuiba hebu, eh, eh, niangalieko juu eh, na hizi matunda. Hebu eh, eh, nitokeko, nio kama eh, mwenyewe anaweza nipate. Hebu nipande eh. wa nani kubwa hizi ah. Sasa ni matunda gani? hebu nitoe Hmm? matunda peke yake ah. chamtoe hii kwanza, tutajulia jina yake kwa soko kama nimeenda kuuza ah. ah. natena zenyewe ni ngumu ngumu eh. Wa? hizo ah. ni mbili Niongeze hii tena ah. eh. wa ati inashinda ah. isijina toa na stahili gani basi? ah. hizo eh. tatu zata zitatosha kwa gari kweli, wacha nishuke nione kama zitatosha kwa gari. wa inaweza kuwa mingi, wacha eh. ah. ni bebe niweke eh. Ah. Eh.

ndo hii ah, cha niache michezo cha niache michezo, ni bebe hii, ni wake up. Mm? Nimeanza michezo na ninaiba, nimesahau nitashikwa hapa, acha eh, nifanya haraka haraka niendeniingie chani... ah, tu ndani gari yangu mpya, reverse kwanza vizuri <coughs> eh, ni nini hiyo tena? Bas chanikate basi. Sasa sasa, hii imetoka kidogo nigwa. Sasa hizi ziende tu kwa soko sai sai, hizi niende kwa soko niuze eh? Nipate pesa, nipate pesa ninunueko ni eh. Eh. Nilikuwa ni gari mpya, nilikuwa nashangaa nitakosa wizi na gari mpya, siwezi kosa wizi na eh, venye nilipea watu lift. Najuu eh, kununua gari lazima upewe kwa watu lift. Ah, chanipitia eh, chanipitia hapa. Eh. na shangaa leo naingia na gari mna shanga sasa eh, eh. Ah. Ah, wacha niteremuke tu Wana... enyeaa eh. Kabado kako na nguvu nji Inginu... ni bado sasa Bas. Basi sasa cha ningoja eh. ah. mm. niko apa na matunda e... mama ya matunda yote yani, e matunda kubwa kwa yote matunda iko hapa matunda hapa, mama ya watunda hizi hey! matunda vile mikubwa kubwa, hawaoni hey? Aha, karibu, asante hey, sasa chukua tu karatasi weke aha, weka tu zote, weka tu zote nimekupea, uniwachiehi pesa yote hii. Pesa ni mingi, acha sijui niende, acha nichukue tu Eh, lakini umenishangaza, umeniacha yote basi. Sasa wacha ninge kwa gari, niende nunue dawa basi, chaniende nulie zile ng'ombe zangu dawa zipate, pia dawa hmm? Sasa sai hakuna mambo ya kena Hapere naratanga kunirundarunda. Sasa kuna kunirundarunda runda. Runda, runda. Chani, I, i, i, i, nini Iyagroveti nakwanga hapa hey. Chani paka hapa nione kama wako na hii dawa hmm. hmm. Nataka, nataka dawa ya, ya kutibu ng'ombe wasiibiwe hmm. We uko na ile ya kutibu ng'ombe wasiibiwe hmm. Ng'ombe zangu sitaki waibiwe hmm. Sawa so, we nipe hiyo oh. hmm.